Nyumba yake ndio hiyo, haijaisha. Naomba tumsupport watumishi wa Mungu. Naomba tumsupport, namba za simu hizi hapo unavyozitazama. Naomba tumsupport, chochote ulicho nacho unaweza kumsupport. Kama una shilingi elfu hamsini, elfu kumi, elfu ishirini, laki, milioni, chochote. Namba za simu zako, unaweza kumpigia simu, pigia simu sasa hivi ili upate kujua kwamba anakaa wapi, mazingira gani, na pia bila moja, moja kwa moja, yeye mwenyewe atajisemea ya kwamba anahitaji supporta ya namna gani. Mungu wa mbingu unaecha kubariki sana, kwa sababu naamini kwamba utambariki na utamsapoti, sio ndugu zangu wapendwa? Mimi ninaitwa mchungaji Gideon Musa, ninamtumikia Mungu katika kijiji hiki cha Lelembo na makazi yangu ni hapa Ziziligi. Nimefika hapa nitoe ombi kwa watu wa Mungu popote walipo, ina hii nyumba ambayo fremu naiona imeshakamilika lakini uwezo wangu wa kuendeleza kufikia hapo, unapoona sina jinsi tena. Ndio maana leo sasa napenda kuleta hitaji hili, mnipe msaada, ushirikiano, saidie kwa kiasi ambacho utaweza, kwa sababu jengo hili linahitaji hela ndefu kidogo, kama shilingi elfu milioni arobaini. Kwa hiyo ninahitaji msaada wa kusaidiwa maana hapa nilipofika, mali zimeisha, uchumi ni mdogo, nahitaji msaada wenu. Asanteni sana. Ninaamini kwamba kwa ushirikiano utakaonipa utafanikisha kukamilisha na kuifunika nyumba hii, bao ina gharimu sasa bao mbao mia tatu hamsini, na mabati mia sabini na milango kama unavyoona na madirisha bado yanahitaji kusaidiwa. Asanteni sana, naamini Mungu atawapa neema na kutoa ushirikiano kwa ajili ya kukamilisha hili. Asante sana na Mungu wa mbingunwa. Mchungaji Musa, kabla hujatoka hewani, natambua kwamba umwaomba watumishi wa Mungu wa, uh, wa, wa kusapoti lakini kuna mmoja anajiuliza kwamba mchungaji huyu anapatikana kwa namna gani, labda kwa mawasiliano, una akaunti ya banki mtumishi Musa? Ah, uh, mimi sina akaunti kama unavyoona kweli mimi nina namba tu za simu asante. Unaweza kuwatajia contact za mawako za simu? namba zangu za simu ni, ni Voda na Airtel ni 0765 27 28 41 sasaivi. mm -hmm. A, na wao kuna mwingine sasa hivi amewasha simu sasa hivi akakukuta na malizia, unaweza ukarudia kuwatua? Ah, namba ya, ya, ya simu Voda 0765 ishirini na saba Hey, Airtel ni 0782157047 kwa hizi namba unaweza ukapata mawasiliano na. Ah, mimi ni yule mtumishi wa Mungu niko hapa mbele ya kamera kama unavyoona, mtumishi wa Mungu ameomba msaada kwa ajili ya nyumba yake kumalizikia. Nadhani nimeshakuzungushia jengo, umeshaliona hapo nyuma, umeshaona na hii nyumba ni kweli kumijini sana. Najiuliza mimi mimi ni Masai, imetokea Arusha, mimi ni Masai. Naomba msapoti mtumishi wa Mungu kwa sababu anahitaji kweli, ameishwa, huduma yake ni changa sana, huduma uh, yake ni changa, kanisa lake bado liko chini sana. Amepambana, amejaribu kuuza mali zake, hapa amefikia mwisho na hana tena pa kuendelea. Anaamini kwamba kuna mtu mmoja ambao anatazama msapoti, basi naomba msapoti. Namba za simu kama unavyoziona kwenye skrini hapo, zinapita, amesha kutajia, na pia zinapita kwenye skrini yako. Msapoti ulichonacho. Hii nyumba ya karibu milioni arobaini ili imalizikie yote, kuanzia bati, simenti ya chini, sakafu, aa, mesumari, mbao, madirisha. Anahitaji msaada na kuomba sana wewe utakayetoa kwenye video hii Teketoa kumsapoti mtumishi wa Mungu Musa. Mungu wa mbinguni atakubariki.